Mkiwa mna ugomvi amuelewani, mm. Seksi yenu inakuwa nzuri kuliko mkiwa peaceful. Ndio maana watu wa dini, walioshikilia dini haswa, wamepoza sex life inakufa, wanaanza kutoka nje ya ndoa. Ndio tunaongelea ndoa, wanawake wengi, wanaume wengi, kwa sababu hasira imepoza. Dini haikuja kupoza hasira, inabidi tunze level yake, kwa sababu uwezo kaamua bila hasira asira K ni una enjoy sex. To make it, uh, to make make it, it, laba, ionekane yeah. Au kuishusha unakuta una, una mara nyingine mara nyingine um, mwanamume anavyokuwa kwenye ndoa mm -hmm. Akaboana na wewe oh, let me give you example. Wewe na Anthony yeah. Uh, mnapendana mkaboana kwenye kitu alafu ukampa bonge la asira mka bonge la tifu yeah. Mara nyingi unakuja kugundua unakuta mwanaume mm. Au wewe kuna possibility ya ku engage na sex somewhere ya nje wakati ule una, una, una, una, una tifu na, na, nje na na ukienda kule kuna posibiliti ya kukamatika, kwa sababu utakapofika kule na ile hasira yako, unakuwa una, unafika unafanya mapenzi, unaona. Alafu ndani yako hujui mekanizmu ya biolojia iliyofanyika pale, unaona huyu mtamu, kwa hiyo unabaki pale kwa sababu hujui hiyo mekanizmu, unaona kabisa ndio maana unakuta jana nilikuwa nafundisha sehemu watu fulani wakanambia, hivi Chris, kwa kweli kwa hasira tunazopata huku, inawezekana kweli nisiwe na huku pembeni, kwa sababu huku pamekuwa kama ni comfort ya kwenda kupunguza zile. Sikiliza nimalizie, sikiliza nimalizie, pakwenda kupunguza ile hasira um, yes. Na yule mama akienda kupiga show, kwa sababu alikuwa ana panic kule ataenda kufanya nini? Ataona he, huyu jamaa amekuwa kama godoro, yaani hasira zangu kule ho asialabidi ya kutibu ile akazipunguze kule. Sasa kama mngejua hiyo mekanizimu wakati ile hasira mngechukuana nyewe wenyewe, inawezekana. Ndio maana mara nyingi kwenye relationship mkitibuana, mara nyingi kwenye relationship mkitibuana, wakati mmetibuana, wakati mnaombana msamaha, wakati unataka kushusha, you enjoy sex very much. Mimi naitaka forgiveness sex, mnapiga muhuri kwamba umenisamehe yani wakati huo na hasira, na mwisho wa siku, mwisho wa siku you enjoy mm, mm, mm, afu ndio anawaambia usirudie tena. Wakati ah, eh, imeumia sana. Yaani, bondi la kuwakubwa kweli. Haimaanishi kwamba wakati unataka kufanya mapenzi ndio mtibuane, mtibuane, ili si hasira ile ndio mwanzo. No, no, no. Kitu kilicholeta hasira think, ni kitu kingine kabisa.